Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekutana na Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika ziara rasmi jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo yao, viongozi hao wameangazia namna ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kuendeleza miradi mikubwa ya kimkakati inayozihusisha nchi zote mbili. Moja ya ajenda kuu ilikuwa hatua za utekelezaji wa miradi ya pamoja. Ikiwemo mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Bandari ya Tanga. Rais Samia amesisitiza kuwa Tanzania inaendelea kujenga mazingira rafiki kwa wawekezaji na kwamba mradi huo una umuhimu mkubwa kwa uchumi wa mataifa yote mawili pamoja na kuongeza fursa za ajira kwa wananchi. Lakini kubwa lilo lifanya ni kunikumbusha, amesema kwenye kazi hizi anazozifanya na miaka sitini na tano sasa. Huo ndio umri wangu mimi, toka nimezaliwa mpaka nilipofika, nimeanza sitini na sita juzi. Kwa hiyo kwa vyovote, ana maarifa makubwa kuliko ya kwangu, kwa alikuwa ananikumbusha madhumuni ya nchi zetu hizi kupata uhuru na tunakoelekea na jinsi ya kurudi kwenye madhumuni yale ambayo wazee wetu wametuachia. La kwanza walilozungumza ni swala zima la uh, ujenzi wa mabomba ya nishati haya. Kuna bomba mnalolijua kama bomba la EACOP ambayo ni lile bomba litakalochukua mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka Tanga bandarini, na tunamshukuru Mungu na tunashukuru ndugu zetu kwa mazungumzo yetu, kuanzia Julai kuenda meli ya kwanza ikaondoka pale Tanga kwenda